Baada ya siku kadhaa za mafunzo mazito ya uongozi na utawala kwa wakuu wa vituo program, idara na vitengo vya Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kiruteri Tanzania, walipata fursa adhimu ya kufanya ziara ya kitalii katika Hifadhi ya Taifa ya Rubondo tarehe 16 Januari 2026. Ziara hii ilihitimisha semina elekezi ya uongozi na utawala iliyoandaliwa na uongozi wa dayosisi ya kaskazini magharibi na kufanyika kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 16 Januari 2026 katika ukumbi wa ELCT Bukoba Hotel and Tours iliyopo katika manispaa ya Bukoba. Hifadhi ya Taifa ya Rubondo inapatikana katika kisiwa cha Rubondo, wilayani Chato, mkoani Geita, na imezungukwa na maji ya Ziwa Viktoria. Ni moja ya hifadhi ya kipekee nchini Tanzania kwa kuwa ipo kisiwani ikiwa na misitu minene ya asili wanyamapori wa nchi kavu pamoja na viumbe wa majini. Hifadhi ya Taifa ya Kisiwa cha Rubondo ilianzishwa kwa lengo la kulinda mazingira ya asili, kuhifadhi wanyamapori na kukuza utalii endelevu, huku ikitoa nafasi kwa tafiti za kisayansi na elimu ya uhifadhi. Safari ya kuelekea katika kisiwa cha Rubondo ilianzia katika viwanja vya ELCT Bukoba Hotel and Tours na kusafiri hadi wilayani Chato mkoani Geita, ambapo walipokelewa katika Lango la kuingia katika ofisi za hifadhi hiyo zilizopo nchi kavu kando kando mwa Ziwa Victoria katika eneo la Muganza. Baada ya kukamilika kwa taratibu zote za kuingia hifadhini, safari ya kuelekea katika kisiwa cha Rubondo ilianza kwa kutumia kivuko cha MV Rubondo Island. Safari ambayo haikuwa tu ya kusafiri bali pia kujifunza na kushirikishana uzoefu. Ndani ya kivuko hicho, mahojiano mbalimbali yalifanyika yakitoa taswira ya maana ya ziara hiyo. Naitwa Jonas Rwezaura, ni mtunza hazina wa dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania. Nipende kumshukuru Mungu kwamba tumekuwa na wiki nzuri ya semina ya viongozi wa vituo, idara, vitengo na programu e, kuanzia tarehe 13 na sasa tunaelekea kuhitimisha semina hii. Tunakwenda kutembelea hifadhi ya wanyama ya Rubondo ikiwa ni sehemu ya kurifreshi baada ya wiki nzima ya mafunzo mbalimbali ambayo yanalenga kuboresha utendaji kazi wetu. Msaidizi wa askofu wa dayosisi ya kaskazini magharibi dini profesa Josephat Rweyemamu alisema kuwa kuondoka katika mazingira ya kazi ya kila siku na kwenda kutalii kunasaidia kuongeza ufanisi kazini, kufungua fikra mpya na kuimarisha mshikamano miongoni mwa viongozi. Alisisitiza kuwa ni mapumziko yenye malengo ya kuongeza ubunifu na motisha kazini. Na lengo la safari hii ni kuongeza ek, exposure kwa wafanyakazi wetu, ili baada ya mafunzo haya wakiwa pale Bukoba ofisini, sasa wanapata muda wa kutembelea maeneo ya uhifadhi katika eneo hili, na kwetu sisi ni nafasi yetu kujifunza kuona uhifadhi wa mazingira na umuhimu wa ekolojia ya mazingira viumbe, na hivyo kuweza kuona tuna namna gani sisi kama kanisa tunaweza kuweka mchango kwa ajili ya ustawi wa uumbaji ambao tunauhitaji katika hasa kukuza sera yetu ya, ya utunzaji wa mazingira kama sehemu ya misheni ya kanisa letu. Ninaitwa Mchungaji Enek Shabraya, katibu wa idara ya malezi katika Dayosisi ya Kaskazini Magharibi kutoka katika Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na ni mmojawapo wanasemina elekezi ya dayosisi. tunayo furaha kubwa kwamba tumetoka tumepata mtoko wa kutoka auti na kurefresh maindi zetu. Kwa hiyo tunaamini tukitoka hapa, tutaenda kufanya kazi kwa bidii sana na kwa nguvu, kwa sababu tunayo hali mpya na kasi mpya baada ya kupata na kuona vivutio mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Asante sana na Mungu awabariki sana. Bwana Patrick ikaimkilwa aliyekuwa mwenyekiti wa semina alieleza namna semina ilivyoandaliwa kwa umakini mkubwa ikilenga kuwajengea viongozi uwezo wa kiutawala, maamuzi bora, mshikamano, huku ziara ya Rubondo ikiwa ni sehemu ya kufunga safari ya mafunzo kwa vitendo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya semina hizi za kuendelea kuwajengea uwezo wakuu wa vituo pamoja na wakuu wa vitengo na programu na wakuu wa idara ili kuendelea kuboresha utendaji wa kazi zao lakini zaidi tukishukuru diocese yetu uongozi wetu wa diocese, Baba Askofu Mheshimiwa Dini, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na mtunza hazina kwa kupanga hili, kwa sababu limekuwa ni jambo jema na limekuwa likiendelea kuwajengea uwezo viongozi, watendakazi viongozi wa vituo, lakini na wenyewe kwenda kuwajengea uwezo wanaoongoza, na kwa maana hiyo diocese yetu kuendelea kupiga hatua mbele za kimaendeleo naye Sister Ernestina Rwanyamkaga pamoja na Bwana Godson Francis walieleza furaha yao wakisema kuwa ziara hiyo imewapa hamasa mpya, amani ya moyo na kumbukumbu zitakazowasaidia katika utumishi wao wa kila siku ndani ya dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Sisi viongozi wa vituo program tumeungana kwa pamoja kwa ajili ya kujifunza na kupata mafunzo juu ya vituo vyetu juu ya kanisa letu jinsi linavyoendelea, lakini pia na kukutana na kupeana mawazo mbalimbali kwa kushika kwa pamoja. Baada ya semina hii na ziara hii, kwa kweli, na ninamuomba Mungu sana anivushe kwenye hatua tuliyokuwepo huko nyuma, tuweze kufikiri mambo, mambo mapya kulingana hata na semina ilivyokuwa inatuelekeza, maana semina elekezi inatuelekeza kubadilika kuwa na mabadiliko sasa ya kisasa kwa ajili ya kusonga mbele kulingana na, na, na teknolojia ya sasa. Kivuko kilipotia nanga kisiwani Rubondo, mazingira ya asili yaliwakaribisha washiriki kwa utulivu na uzuri wa kipekee. Wakiwa bado wanashuka, walishuhudia viboko wawili wakijipumzisha karibu na maji, uoto wa kijani kibichi uliotanda kila upande na ndege wa aina mbalimbali wakiruka angani kana kwamba wanawakaribisha wageni wao. Ilikuwa ni taswira halisi ya uumbaji wa Mungu uliotunzwa. Ziara iliendelea kwa game drive, ambapo washiriki walipata fursa ya kuzunguka katika hifadhi hiyo kwa gari na kujionea vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika kisiwa cha Rubondo. Miongoni mwa vivutio hivyo ni tembo, swala, nyani, viboko, pamoja na ndege wa aina nyingi na misitu minene ya asili inayohifadhi viumbe adimu. Safari hii iliwapa washiriki uelewa mpana juu ya umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na wanyamapori. Katibu Mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, Mchungaji Dr. Elmerik Kigembe, ambaye alikuwa miongoni mwa watalii hao, alieleza kuwa sababu ya kufanya ziara hiyo ni zaidi ya mapumziko na kufurahia mazingira, bali pia ni kujifunza kwa vitendo namna ya utunzaji wa mazingira, jambo linaloendana na mpango mkakati wa Dayosisi katika kulinda uumbaji wa Mungu. Alisisitiza kuwa viongozi wa kanisa wanapaswa kuwa mfano katika masuala ya uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali. Tunahitaji kutunza hii, huyu mama dunia ili aweze kututunza pia. Lakini pia kikristo, kwa imani yetu e, sisi ni mawakili, na tunapokuwa mawakili, tuko kwa ajili pia ya kutunza hii e, dunia ili iendeleze maisha hata ya vizazi vingine, na huu ni wajibu wetu kama kanisa na kama mtu mmoja mmoja, pia kwa njia ya vituo na programu mbalimbali na project mbalimbali. Kadri tutakavyotunza mazingira na kama, kama imani yetu ilivyo tunavyoweka kwenye mahubiri eh? Baba Askofu wetu Dr. Abedineo Kesho Mshahara ameimiza sana akisema tunzeni mazingira yaweze kuwatunza. Ameimiza jambo hilo kwa nguvu zote. Kwa hiyo nina, ninaomba sisi sote tuunge mkono jitihada za dayosisi ya kaskazini magharibi katika bari ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira na hapo kwa njia hiyo tutakuwa tunaunga juhudi za serikali yetu hata katika mpango mkakati ambao umetolewa unaokwenda mpaka 2050 tutakuwa tunaunga juhudi pia za mpango mkakati wa KKKT eh, makao makuu kule Arusha tutakuwa tunaunga juhudi za mpango mkakati wa Lutheran World Federation ambao unaendelea kwa ajili ya kutunza mazingira na pia tutakuwa tunaunga juhudi za Umoja wa Mataifa, maana katika zile sustainable development goals bado kuna utunzaji wa mazingira ambao umesisitizwa kwa nguvu. Kwa hiyo kila mmoja ajaribu kufikiria namna anavyoweza kushiriki. kuna, kuna, kuna sentensi wanasema we have to think global kwa hiyo kila mmoja katika eneo lake ana uwezo wa kutunza mazingira na kwa njia hiyo tutakuwa tunatunza uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Baada ya siku yenye uzoefu mkubwa, safari ya kurudi kutoka kisiwani ilianza, ikiwa ni jioni, wakati jua likizama polepole. Mandhari ya machweo, upepo mwanana wa ziwa na utulivu wa mazingira vilitoa hitimisho zuri ya ziara hiyo, huku kila mshiriki akirejea akiwa na kumbukumbu na mafunzo mapya. Ziara ya kitalii katika Hifadhi ya Taifa ya Kisiwa cha Rubondo imekuwa zaidi ya matembezi ya kawaida. Imekuwa ni safari ya kujifunza, kutafakari na kuimarisha mshikamano wa viongozi wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Kupitia uzuri wa mazingira, wanyamapori na utulivu wa kisiwa cha Rubondo, washiriki walipata fursa ya kuunganisha yale yaliyofundishwa katika semina yaelekezi ya uongozi na utawala na uhalisia wa maisha na utumishi wao wa kila siku. Kwa namna ya pekee, ziara hii imekumbusha wajibu wa kanisa katika kulinda uumbaji wa Mungu, huku ikiimarisha ari mpya na kufanya kazi kwa bidii, umoja na maono mapana kwa maendeleo ya dayosisi ya kaskazini magharibi na jamii kwa ujumla. Mwandaaji na msimuliaji wako, mimi ni Eliud Henry, afisa habari wa dayosisi ya kaskazini magharibi.